Kuna watu wengine hawajui maneno ya leadership kwa sababu hawajawahi kuwa viongozi. Najua kabla tufike hapa, tumekuwa vitu vingine huko, tumekuwa maseneta huko tukiwa na kina Haron, tumekuwa sijui leader majority, tumekuwa sijui vitu mingi hapo katikati, tumekuwa mawaziri. Sasa watu wengine wamefanya shortcut, sasa kupata kazi kubwa, anaanza kiburi, anamea pembe, anaenda kushindana na rais. Anafikiria hata yeye ni rais, na yeye ni naibu wa rais. Naibu wa rais ni namba 2 sio namba 1. Sijui kama tunaelewana jameni, naibu wa rais ni namba ngapi, eh? na hiyo ni kazi muhimu, sio kazi ndogo, lakini usiwe na kiburi ufikie ati ufikirie hata wewe ni rais. Na sasa wanahangaika, wako huko msituni, walipigwa dafrao. Sasa wako huko wanapiga kelele na kupiga mbinja huko msituni waende wa, waende wakiendanga ama namna gani? Na bado hawajaona moto. Saa hii bado kiburi iko inaenda ikipungua, hii kiburi itaisha. Hawajaona faya. Watakutana na faya jamani. Unajua Rais Ruto hajaanza campaign. Bado Rais Ruto hajagurumisha campaign infrastructure. Ile gari yake ya campaign bado hajagurumisha, hajapiga race. Tukiingia kiwanjani ya kampeni na kuambia hao wanaume, wataona siku mrefu, wataona moto jameni. Unashindana na William Ruto, na sisi tuko pale, eh, na wanaongea tu na madharau, wanaongea sijui pale pele pale nini, kimbelembele nyingi, mdomo mrefu, kiburi. Wewe unaringia nani bwana? Wewe unatujua ama ulitusikia? Ulituona usiku, au hujawahi tuona, msichana? My friend Tuendelee, tusiendelee? Tuendelee, tusiendelee? So hey, kwa sasa hivi tusukume masoko ile nimesema ya Seguton na Kamara ikamilike, tusukume hiyo barabara ya Kiambereria ifike kule Chepsiri, ama namna gani? Tusukume hizi barabara zingine sikamilishe, alafu sasa tuvae njuga tuende kampeni au wanaume wataona siku mrefu kweli, si kweli?